Sisi kama Tanzania Bora Initiative tuna, tunafanya ushirika au, au bia na JA Africa tukifadhiliwa tuki na uh, Zurich Foundation, na lengo ni kuwasaidia vijana wa Tanzania. Tunaanza na vijana wa Dar es Salaam, kwa kila wiki mbili tutakuwa tuna train au tunafunza vijana 500. Lengo letu ni kufikia vijana 5000 ndani ya miezi sita, tukiwafunza fikra za biashara, fikra za ajira, lakini pia fikra za uongozi pia tukiangalia afya yao ya akili mental health. Lengo ni kuwapatia jukwaa, kuwapatia nafasi, kuwapatia ujuzi, lakini pia kuwakutanisha na kuwafanya watengeze mawazo ya biashara ya kibabe, lakini baada hapo kuwashindanisha na nchi tisa Afrika, na baadaye pia tuwapeleke duniani mawazo yao ya kibiashara yaweze kufahamika na waone fursa kubwa zaidi na masoko makubwa zaidi ndani na nje ya nchi. Changamoto kubwa ya vijana Tanzania ni ajira. Changamoto kubwa ya vijana wenye kutaka kujioshea ajira ni mtaji. Kwa hiyo mradi huu una solve yote mawili. Lakini huwezi kupata ajira kama hauna ujuzi. Kwa hiyo mradi huu unatengeneza ujuzi wa kuajirika. Lakini zaidi hapo unafanya una, una waweze kushindana kwenye competition ya kugombea pesa ambapo mshindi wa kwanza pata dola 3,000, mshindi wa pili dola 2,000, mshindi wa tatu dola 1,000 wakifanya mawazo ya kibiashara kwenye kikundi. Dola 3 ni kama milioni saba milioni nane hapo, si ndio? Lakini ni zaidi ya pesa, kwa sababu huu mradi unawafanya waweze kujuana au waweze kuingia kwenye mafunzo ya kidijitali kwa miezi sita, lakini pia tunawakutanisha na walezi wa biashara, lakini pia wanaendelea kuja kwenye jukwaa letu hapa Tanzania Bora ni sehemu ya wafanyabiashara, ili tuzidi kuwalelea zaidi na zaidi o tunajibu swala la kukosekana kwa ajira lakini pia kukosekana kwa mitaji ya biashara katika vijana wa Tanzania. Vijana hawa ni kati ya miaka 16 mpaka 25. Wengi wako nje ya shule au wamemaliza university au colleges. Wito wangu ni kwamba vijana wengi watutafute kwenye mitandao yetu ya, ya, ya social media Tanzania Bora Initiative wa apply. Bado kuna nafasi, kuna nafasi nyingi, fursa nyingi, na bado tunatafuta vijana wengi kwa miezi sita ijayo. Kama uko Dar es Salaam, lakini tunaanza Dar es Salaam kwanza, ingia kwenye mtandao wetu jiandikishe, shiriki. Kila baada ya wiki mbili vijana mia tano unakuja hapa tunakupatia chakula tunakupatia nauli tunakupatia kufunzi, tunakupatia internet. I mean what more do you want? Come jifunze na sisi, kuwa na sisi, tafuta fursa pamoja. Kwa majina, naitwa Karen Michael. Mimi ni mmoja kati ya wasanii ambao wapo TBI, Tanzania Bora Initiative, lakini pia ni mshiriki wa JA Social Equity. Kwa kweli, matarajio yangu ni makubwa sana sana sana sana, kwa sababu kwa namna ambavyo nimeiona program mpaka sasa ni programu ambayo itatusaidia kutujenga na kutukuza sisi kama vijana kufikia malengo yetu. Kama una idea yako kibiashara, kama una idea yako yoyote ya kisanaa ya namna yoyote ile hii ni programu ambayo inamsaidia kijana kumkuza. Kwa hiyo malengo yangu na matarajio yangu makubwa ni kukua kutoka sehemu nilipo na kwenda mbele, pia kuwa balozi mzuri kwa watu ambao nilionao mtaani kwetu, kwa sababu vitu vingi sana na changamoto nyingi sana tunapitia vijana. Kwa hiyo ningependa kuwa chachu ya maendeleo na mabadiliko ya hapo baadaye kwa vijana wenzangu. hmm? hmm? matarajio yangu ningependa kupata connection na watu tofauti tofauti tofauti, kutoka sehemu nyingi, na pia niendeleze idea zangu za biashara kutoka hatua nionayo sasa hivi kwenda hatua nyingine kubwa zaidi. Ningependa mshiriki na nyie pia. Nimeona fursa ya kuweza kuendeleza maisha yangu kwa mabora zaidi. Tuna program that we hope that the uh, young people of Tanzania will take the opportunity of connecting with other young entrepreneurs in other African countries and even the JA Worldwide Network as well. So we are looking forward to all that they can come up with.

Uh, mradi huu umekuja mahususi kwa ajili ya vijana kwa sababu tumeona Tanzania uh, changamoto ya ajira kwa vijana ni kubwa. Kwa huu mradi umekuja kama ni suluhisho um, ili kusaidia vijana kupata mafunzo ya namna ya kugenerate mawazo yao ya biashara na ni mradi ambao unafanyika kila mwaka. Kwa sasa tu, tuko katika awamu ya kwanza na tunafanya mafunzo kwa miezi sita. Mafunzo haya yataendelea mpaka mwezi wa tisa. Kila mwezi tunafanya mafunzo kwa vijana elfu moja kwa makundi mawili mawili. Kwa hiyo sasa ndo tumeanza kuwafikia vijana wa kwanza, kundi la kwanza la elfu moja, na tunatarajia wengine waendelee kujitokeza ili waendelee kufanya mafunzo haya. Kwa hiyo nawaomba wa, na vijana wenzangu, miaka kama una umri wa miaka 16 mpaka 25, pitia uh, platform yetu Instagram Tanzania Bora Initiative, kunayo link, fanya application ili uweze kujiunga katika mafunzo haya. Mengi yanafundishwa katika program hii, lakini makubwa matatu. Ya kwanza ni uh, namna ya kijana kujiongoza katika sekta mbalimbali kwao, tunamfundisha kijana uongozi, lakini jambo la pili anafundishwa namna ya kugenerate idea kwa sasa hivi tunasema design thinking.